Okay, hey, hey, hey, hey. <laughs> <laughs> Anakataa beki namba tano. Ni nani yule? Ni Sam, wacha tuone Adamu Adamu, Adamu kutokea timu ya ma DJ Twende, I, B, B. Twende, I, twende. Wacha tuone ni nini ile anaenda pale ni denyalo denyalo, denyalo nanya, mwaga majalo yale lakini nakataliwa wacha tuone ni nini. Haya. Yeah. MC Msomali anakanyagwa yeah. <laughs> inakuwa <ni fao. laughs> Yaani wewe? Wacha tuone. Somalia nakataliwa. Cheza mpira ule. Ni nani huyo? Piga mpira ule. Anapasha pasha kwe wacha tuone hii kona itakuwaje, piga kona ila anakata. Wanakataliwa pale yupo focus sound pamoja na, na DJ Wani, kama kocha msaidizi mwaga majalo. Acha tuone. Teo bado anao mpira. Yule anaushusha kumtapta kimbunga kimbunga anapiga mpira kini ya mpasisa pale. Majalo, lakini inakuwa ni chakula cha DJ. Yeye tuone umiliki nani. Wacha <laughs> pale. Nini, ile? Flavor, Flavor, anamwaga majalo kumtafuta JJ. Nini? Wacha tuone goli, kipa anadaka. DJ Five anafunga gori hapa lake la kwanza katika mashindano haya. Tunao nafasi tena ya kurudi kwenye uwanja wa mazoezi tukaangalia wapi ambapo tulifeli. Kwa hiyo sisi ni fair play, nadhani hawa imekuwa deni, hawa imekuwa deni kwa sababu nipo kama kapteni, lakini tunaye mwenyekiti wa moja ya MC manispa ya Kahama. Nadhani ataiandaa vyema, kwa sababu mimi ni kapteni na ni trainer wa timu tuliofungwa. Mwenyekiti wa MC E, mempoteza me, me, tutarajie nini? Okay, mechi naopaa okay, okay. Uh, sawa. Anasema asiyekubali matokeo sio mshindani, lakini ni kwamba awa vijana aleo wametua, kwa bahati mbaya au nzuri, maandalizi hayakuwa mazuri kwetu, lakini tunasema kwa sababu ya staili hapa tulioanza naye, tunawahitaji sana, tunaamnao sasa. Tunaitangaza rasmi mechi ya nusu fainali ya kwanza itakayopigwa hapa hatujajua bado, inaweza kuwa Jumamosi au Jumapili. Kama katika hizo siku mbili Jumamosi au Jumapili, mwii mechi, mko tayari hata kama inawezekana kesho, hata kama ni kesho? Mungu, goli <tosayani> goli goli la namna gani? Goli, goli la namna namna gani gani? Kikweli anamnaani assist imetoka kwa wa kama, sidhani e, nafikiri ndio imesababisha goli mfumo nikamkanda <laughs> eh, tunaweza tukairudia mechi siku ya ya, ya, ya Jumamosi au eh, Jumapili. Kwanza ndugu mtangazaji, nirudi nyuma kwanza, hii taasisi ama tuseme kitu, acha mchanzisha ni kitu kizuri sana, kinatupa hamasa sisi vijana. Kwa hiyo kwa tuna, tunaomba cha kwanza wadau wazidi kuongezeka. Hii ni fursa pia kwa sisi washereheshaji wa manispaa ya Kahama. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba hii iwepo, kaza wa kaza na iongezeke kwa <laughs>